Unataka kuwa tajiri, tajiri mkubwa? Sasa unatakiwa kutoa kafara, kafara, kafara kubwa tena, kafara ya damu <coughs> hey! kafara ya damu? Hapana, hapana mganga. Na hiyo kafara ya damu inagharimu shingapi?

Watu wapo, watu ni wengi. Kijana utampata mtu, nenda, kafikirie, utarudi na mtu utampata. Wacha tubuke, tubuke, tubuke, uh, tubuke kijana, tubuke, wacha, wacha kijana, wacha. Utarudi, utarudi, Utarudi.

Unaendelea vizuri he? He, nahisi siku zijazo sitachukua muda, nitakuwa nimepona, niko vizuri. Pole. Asante. Karibu mama. Asante. unatumia dawa? Lakini dawa nishatumia mama, nimemaliza dozi. Sasa mama, nimekuletea matunda haya hapa. He. Asante, asante sana mwanangu, barikiwe. Haya mama, Amina, usijali. Halafu mamangu, mm -hmm, ukiwa na shida yoyote, kama kuna kitu chochote unaweza ukaniambia, kama naweza kukusaidia nitakusaidia mamangu, sisite kuniambia. Haya, asante mwanangu, usijali. Haya mama, ngoja nikuache uendelee kupumzika. Haya, karibu tena. Haya, uponi haraka mamangu. Haya. Mzima, yeah. Si <laughs> sio muda sana Asa, kama hujakaa sana. Kwa nini unaondoka? Ah, unajua una na majukumu mengine, kuna mahali na wahi. Nitakuja kwa wakati mwingine, hata kwa mama nishamuona, nimeongea naye <laughs> <laughs> sawa, ila uje basi siku nyingine, unajua mamangu jinsi anavyokupenda sana. Usijali. Yaani, hapa mimi nitakuja mpaka mtanichoka wenyewe. Ngoja niende, nitakuwa simalezi. Bye. Ah, <laughs> poa, mm-hmm. Nambie ndugu yangu, tajiri wa matajiri, tajiri, umepoa, umepoa kuanzia juu, umepoa katikati, umepoa mpaka chini. Huwezi amini, tajiri, ndugu yangu, huu mguu ulikuwa kwako, yaani nilikuwa nakuja kwako, ila kwa sababu nimekutana, mekutana wee hapa <gulito> malizie hapa hapa, ndugu yangu bwana, huwezi amini, jana nimekuota, mkuota mwangu atembelea matako ila kuna kitu kimoja mwanangu, nahisi kitakuja kutokea baadaye. Sasa mimi sitaki kitokee, bora nikwambie mapema ili baadaye mambo sio mbaya, mwanangu. Yani sisi tupo bega kwa bega na, bega kwa bega na wewe. ila mazingira unakuja kupata pesa yani un, unajua tembelea matako nini, tembelea renji wewe, mwanangu

mangu anaumwa, sina pesa, afu mwanangu unaongea. Ataongea mambo mazuri ya muhimu ya pesa, unaongea mambo kama hayo. Mwanangu sio tajiri eh? Baadaye unaanza nini? Acha mambo yako mwanangu, watajiri nambi vipi? swali mbona onekana kama uko sawa. Siko sawa kweli, na mambo yangu nachanganya. Mambo gani hayo? mambo yangu nafuatilia huko, ndio maana siko sawa nah. Sawa vipi? <laughs> wapi naenda? po kati kuna mali inafika mara moja

Kwa nini naongea? Kwa sababu umefanya maamuzi bora, maamuzi sahihi. Yani sasa hivi naenda kuwa tajiri, waenda kuwa rafiki wa matajiri. Adamu, dua safi sana mwanangu, umenifurahisha sana. Yani kuongea ukweli kutoka moyoni, umenifurahisha sana sawa. <laughs> sibi ndio nyumbani takweli mkubwa, kwanza <laughs> ndio nyumbani wale. <laughs> <laughs> eh... bwana aje nini bwana, kijioni. Nimepoa hapa, poa baba tajiri <laughs> <laughs> umepoa baba maana nimekuja hapa wewe kakadamu. Basi na wewe tena unavyodeka mwanangu. Nilitoka kwenda kunyoosha miguu, mi nauma hapa nilipo. Mwenzio niligongwa na pikipiki, lakini nashukuru nimeshapelekwa hospitali, nimehudumiwa, na hapa unavyoniona, kama unavyoniona, nahudumiwa na hela pia, nimepewa yakula Mama. Naliye kugonga ni nani? Haki ya Mungu, nikimjua siwezi nikamsamee. Mama, hapana mwanangu, usikasirike. Mi mbona naendelea vizuri eh? Kuwa na amani mwanangu na wewe tena. Mm-hmm. Lakini mama, katika matembezi yako nomba uyo makini. Hmm. Hmm. Nakupenda naye mwanangu. Shikamoo mama. Marahaba, vipi hali mwanangu? Je, habari? Safi, utokako? Salama tu. Mbona leo mapema mwanangu? Ah, mama leo ni mwanangu huyu, nimechoka sana. Karibu. Aya. Ehe, wewe hapa nyumbani umefanya nini? Na mimi nimeamua, nikasema nje nione nyumbani. Ah ah. Wewe una maisha yako, umechagua maisha yako. Umesikia? Mimi na mama yangu mchezo ni magumu kabisa hapa nyumbani, sawa? Huko ulipotoka kumekupendeza mdogo wangu. Cheki jinsi ulivyo. Fanya maisha yako. Tuache mimi na mama wangu hapa nyumbani. Mshazo so ni magumu sana. Eh? Unafeda nini? Mama, alikubali ifa kama anakuja hapa nyumbani huyo? Hajaniambia lakini si amekuja nyumbani jamani. Wewe, amebaita nyumbani... hey, hey. Fanya mpango uondoke. Kwa nini kaka basi kama nyumbani jamani naruhusiwa kuja muda wote? Nimeshasema sitaki kukuona. Ah. Sitaki kukuona pa nyumbani, fanya mpango uondoke. Mama aondoke huyo, sitaki kumuona kabisa. ah!